Kwanza kabisa mimi naweza nikasema e, ulio anapokuja mwalimu mpya kunakuwa e, kuna, kuna morali ya aina fulani kwa baadhi ya wachezaji ambao walikuwa hawapati nafasi na zaidi ulio kwa timu yetu ya taifa. Kama hivi sasa hivi amekuja mwalimu Gamondi, nadhani kuna baadhi ya wachezaji walikuwa hawapati nafasi sasa, kwa sasa hivi watataka kuonesha kwamba sisi tunastahili kuwemo kwenye timu ya taifa, tunastahili kuwa kwenye first eleven. Naweza nikamtolea eh, mfano kama kijana wetu Kevin Bion Mbape. Eh, nadhani kipindi cha nyuma hapa kidogo alikuwa haitu kwenye national team. sasa sijajua kulikuwa kuna matatizo gani lakini safari hii ikajumuishwa kwenye national team. sasa ni muda wa kuproof, wa nadhani wa kuprove kwamba mimi nilikuwa nastahili kuwemo kwenye timu ya taifa na kutupa matumaini sisi kama Watanzania, kwamba ni ujue, kelele zilikuwa zinapigwa nyingi sana yani e, kwa nini haiti, kwa nini haiti? Sasa kama asipoonyesha kitu, nadhani inawezekana walimu waliopita walikuwa wako sahihi, lakini kama akionyesha na kitu fulani, nadhani anaweza akawa ameonesha yani kwamba yeye ni mchezaji ambaye anastahili kuwemo kwenye national team. Sawa so, twende tutazame kwenye upande wa, wa, wa uzoefu kwa upande wa, wa mwalimu e, kwa wachezaji wanaongeza morali, lakini kwa mwalimu tumekiona kikosi kipindi kikiwa na mwalimu eh, Hemedi Moroko e, tumeona matokeo yamekuwa ni ya kusuasua kwenye baadhi ya mechi, lakini kuna, mom, eh, kuna sehemu kikosi kimefikia, unafikiri ni kitu gani kwa sasa hivi kocha Miguel Gamondi ambacho pia naye anatakiwa kukifanya kwa wachezaji ili kuendelea kutia morali na kuweza kuwafanya wafanye vizuri kwenye mashindano yaliyoko mbele yao? Ah, kwanza kabisa naweza nikasema, ujue, natakiwa kwanza tumpe heshima yake Mwalimu Emed Moroko. Uh, mwalimu aliomaliza kazi yake pale, amefanya kazi kubwa sana. Ukija kaangalia, ujue, hata hii tunakwenda kwenye mashindano makubwa ya AFCON nadhani nguvu zake na akili yake ilitumika, lakini sasa imefika muda yamefanyika mabadiliko kwani. Kwa maana hiyo naweza nikasema anatakiwa tumpe heshima yake mwalimu Morocco. Sasa kikosi kiko chini kwa mwalimu Gamondi, nadhani kwa sasa hivi mwalimu Gamondi atakachokifanya eh, kabla hatujaenda kwenye haya mashindano yafko, ya AFCON ambayo yanaanza mwezi wa kumi na mbili Eh, tunaanza kupata mechi ya kirafiki na Kuwait. Nadhani itahitajika mwalimu apate tena angalau mechi kama mbili au tatu, ikishindikana kabisa apate angalau mechi mbili, yani mpaka eh, atakapoenda kwenye mashindano ya AFCON. Nadhani anaweza akawa ameshapata ile krimu ya first 11 yake ambayo itaenda kumpambania kwenye yale mashindano ya Afcon. Kwa maana hiyo, mimi na uhakika mwalimu Gamondi kutokana na uzoefu wake, soka la Tanzania nalijua, soka la Afrika analijua, nadhani kikubwa kinachohitajika ni kumpa ushirikiano, na kama kuna uwezekano TFF wajaribu tena kumtafutia angalau at least kama mechi mbili tena za kirafiki, ili apate sasa skrim ya kwenda nayo kwenye, kwenye mashindano ya Afcon mwezi wa kumi na mbili kwa uzoefu wako wa kucheza kikosi cha timu ya taifa na e, kwenye vilabu na kwenye soka la Afrika na bila shaka utakuwa mwenyeji mzuri, unafikiri kwa upande wa Mwalimu Gamondi, ukiachana na kwamba yeye anahitajika pia kupewa mechi nyingi, kwa upande wa viwango vya wachezaji sasa tunaona kwamba wanakwenda kuonyesha viwango vizuri, morali itaongezeka kwa wachezaji waliokuwepo kwenye kikosi chetu, unafikiri pengine e, kikosi kikiweza kuunga vizuri, kinaweza kikaja e, kikafanya vizuri kwenye mashindano yanayokuja, au bado viwango vya wachezaji wetu bado vinahitaji e, kuna kazi kubwa ambayo inahitajika kufanyika? Ujue, kwanza sisi Watanzania nadhani tusitake kwanza shortcut kwenye mpira, kwenye mpira hakuna shortcut. Kinachohitajika kwa sasa hivi nadhani kwa mwalimu Gamondi, aanze kukiandaa kikosi ambacho kitakuja kushiriki michuano ya AFCON ishirini ishirini na saba, e, tukiwa sisi Watanzania kama wenyeji. Nadhani aanze kukiandaa kwa sasa hivi kwa kuwapa nafasi wachezaji vijana e, ambapo yani ishirini ishirini na saba na uhakika watakuwa wameiva na kuja kufanya vizuri kwenye hii michuano inayokuja sasa hivi ya mwezi wa kumi na mbili. Tusitarajie maajabu makubwa sana yani. E, mimi nadhani ushauri wangu mkubwa mwalimu Gamondi aanze e, kuandaa vijana ambao wanaweza wakaja wakapambana ishirini ishirini na saba, tukiwa sisi kama wenyeji kwenye michuano ya Afcon. Lakini kwa hii michuano tunaokwenda safari hii e, tukifanikiwa kutoka kwenye nafasi nzuri kwenye grupu grupu st stage nadhani kwetu itakuwa ni tumepiga, yani tumepiga hatua kidogo, lakini sitarajii kama tunaweza tukafanya makubwa zaidi yani kwenye grupu tuliokuwa nalo. Nadhani kikubwa sahivi inachotakiwa ni kutengeneza vijana ambao sasa watakuja kulipigania taifa kwenye michuano inayokuja ishirini ishiri na saba, lakini kwenye hii michuano ya safari hii mwezi wa kumi na mbili. Kwa mimi kwangu yani kama kutakuwa kuna maajabu makubwa zaidi e. Pengine kwa uzoefu wako ni mechi gani ambayo unaikumbuka ya kimataifa ambayo mpaka leo hii ime, imesaliaga kichwani kwako kwamba uliwahi kucheza na ukafanya kazi kweli kweli? E, kwenye kali yako ya soko kwenye kikosi cha timu ya taifa A? kuna mechi nyingi lakini mechi ambazo siwezi nikajisahau ni nilikuwa mwaka tisini na kutoa angalau draw ilikuwa mwaka, hapa sijakupata vizuri, ilikuwa ni mwaka kama sio tisini na sita tisini na nane eh, na ujue, na ni muda mrefu kidogo, kumbukumbu zimeanza na mimi kunitoka. Ile mechi nakumbuka, tulienda kucheza Mauritius, ilikuwa tunahitajika sisi tutoe draw kwenda kwenye michuano ya Afcon kama hii no, inayotarajia kuanza mwezi wa kumi na mbili. Eh, sasa nakumbuka ile mechi tumekwenda Mauritius. Kwa kweli tulikuwa na morali wa hali ya juu sana, maana tulikuwa tunahitajika tupate alama moja tu ili tu qualify kwenda kwenye michuano ya Afcon, lakini dakika za mwisho kabisa, eh, Mauritius wakawa wametufunga goli moja. Maana yake goli lenyewe lilipata yani dakika ya tisini Eh, kwenye dakika za nyongeza ziliongezwa dakika kama tatu hivi, wakawa wamepata goli basi, wakawa wamezima ndoto zetu za kwenda michuano mikubwa kama hii Afcon. Kwa maana hiyo ni mechi ambayo itabaki katika kumbukumbu zangu mimi. Ah, I say hiyo inauma kweli. <laughs> <laughs> <laughs> Ni kweli ndugu yangu, maanake ujue, tulikuwa tunahitajika draw tu sisi, pointi moja, lakini jamaa wakaja wakapata goli dakika, yani za nyongeza, dakika like tatu za nyongeza yani. Kwa hiyo ndoto zetu zikawa zimeishia pale, basi tukarudi vichwa chini yani, kama wachezaji sawa, yani. Hebu so, e, e, e, ukipata nafasi sasa wewe ya kukutana na wachezaji pia wa kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania e, tumeona wamekuwepo vijana ambao kama hivyo wakina like Kevin umewataja, performance yako imekuwa me, ikitajwa sana pia tumeona unafikiri ni kitu gani hasa ambacho unaweza ukapata ukipata nafasi unaweza ukawambia kwa sasa hivi ambacho wakifanya? Ah, kitu kikubwa ambacho mimi naweza labda nikawashauri nikawaambia, maanake ujue bahati mbaya au nzuri, kazi ya mpira wa, wa miguu ni kazi ya muda mfupi sana. Daktari, mfanyakazi wa aina yoyote maofisini anaweza akadumu ofisini zaidi ya miaka thelathini, zaidi ya miaka ishirini na tano yuko kazini lakini kwa mchezaji mpira umepambana zaidi zaidi yako ni miaka kumi umepambana zaidi labda miaka kumi na mbili kumi na tano. Sasa nadhani na bahati nzuri sasa hivi nadhani kikubwa zaidi michuano kama hii AFCON ni inashirikisha mataifa mengi. Ujue kwa miaka ile ambapo sisi tulikuwa nacheza yalikuwa ni mataifa machache, yanaweza yakawa labda ni mataifa manane yamezidi zaidi kumi na mbili. Sasa sasa hivi bahati nzuri mataifa yanayoshiriki michuano ya AFCON ni mataifa mengi. Sasa michuano kama hii nadhani ndo michuano ya kuo, ya kuonesha ulichokuwa nacho, angalau sasa utafute soko lako zaidi ili uende ukapige pesa, hata muda wako utakapoisha wa kucheza mpira eh, kuna kitu unakuwa <totipa>